Ndio kwanza kabisa afanye mambo ya kijinga namna hii. Wana parade amakosa nini kwa nini sisi? Kwa, kwa nini, mtumwe, ni mtumbo amkubali. Kwa ni msikataa, kwa ni msikataa, kwa ni msiseme hatujui chochote kuhusu yule. Basi mngemchukua msingempiga, mngempeleka mahakamani angejitetea kama anakosa. Mfanyia hivi wale, mfanyia hivi jamani. Polisi, polisi wana roho mbaya, ni polisi wana roho mbaya. Sije kwenda kuona wakisamiria fanya kitu, wanasamiria. Wakitumwa tu bwana, yeye fanya kitu fulani kwa yule mtu, na wao wanakubali. Kwa nini wana roho mbaya hivi wale polisi kwa Tanzania? Wana roho mbaya huko kwingine, huko hapa